Hii video ni kwa ajili ya Gen Z. Haya maandamano ya D9 mliletisha wenyewe, mimi nikafanya kuyaunga mkono tu, tofauti na yale ya kwanza. Yale ya kwanza had a very hu huge part to play. I think mimi ndio nilileta ile idea ya maandamano na niliipush sana, nilipush daily 24/7, niliapush yale. Lakini haya ya pili mmekuja nayo nyinyi wenyewe, na mna push sana nyinyi wenyewe, mimi na support pale napoweza. Sasa, na wazo <coughs> na wazo ambayo naomba mlifikirie, alafu nyinyi mtaamua kama ni wazo zuri, sio wazo zuri. Kama tulivyofanya kipindi chote cha uchaguzi, hakuna kitu ambacho kilifanyika ambacho nimeamua mimi peke yangu au nimeamua mi mimi as mwenyewe. Tulikuwa tunashauriana hapa kuna idea nilikuwa nakuja nazo, nawapeni, mnasema hizi aa, hizi dada wangi, hapana, tunataka hivi, na mimi nawasikiliza. Kwa hiyo hata leo ni idea naitoa, alafu nyinyi wenyewe mtaamua. Kwenye comments mtaniambia ni idea mbaya au nzuri, na huko TikTok mtaamua, alafu tutafanya kile ambacho mmekiamua nyinyi. Sasa ni hivi, tarehe 9 Desemba tulichagua kwa sababu ni sikukuu ya uhuru, tulijua kutakuwa kuna shughuli kubwa. Sasa wamecancel mbali, na kukansa wamesema itakuwa siku ya kazi sababu anataka kila mtu akae nyumbani. Kila mtu akishakaa nyumbani, nchi itakuwa kimya, nchi itakuwa kimya. Sababu iliyofanya maandamano ya Oktoba 29, na ya yakafanikiwa kwa sababu ilikuwa ni siku ambayo kila mtu lazima atoke nje, you feel me, ilikuwa ni siku ambayo ililazimika nchi iwe bize, kwahiyo ikawa rahisi watu kutoka, you know? so I'm thinking tarehe tisa kama nchi itakuwa kimya, kila mtu akakaa ndani, I feel like kutakuwa labda kuna uzito fulani wa watu kuanza ile kutoka, you know. So mimi nilikuwa na suggest haya maandamano tu ya push mbele wiki mbili, wiki tatu, yafanyike siku ya Christmas. Why? Kwa sababu siku ya Christmas lazima kila mtu atoke, serikali haiwezi kukansel Christmas. Haiwezi kukansel Christmas, haiwezi kukansel mwaka mpya Lazima watu watoke waende makanisani, lazima watu waende kwenye sherehe, lazima watu hivi. Hawawezi kusema watu wasitoke ndani, na hata wakisema, lazima watu watatoka ili waende makanisani, ili wafanye nini. Yani lazima shughuli zifanyike tarehe ishirini na tano. So mimi nilikuwa na suggest haya maandamano yawe push mbele wiki mbili wiki tatu mbele, yafanyike siku ya Krismasi. Naona ndio mafanikio yatakuwa makubwa zaidi, na kutakuwa kuna urahisi wa kila mtu kutoka siku ya Krismasi. Like I said, ni suggestion. So, toeni mawazo yenu kwenye comments na uko TikTok.